Yes, asante wandugu wapendwa, ni mimi wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe. Nimeaterire eh? Nimefika kabisa hapa kwenye uwanja wa mapambano <laughs> wa medyati. Eh, hapa ni mzuri kabisa. Nashukuru sana wandugu wote ambao wanakuwa pamoja nami na nikitoa shukurani zangu kwenu nyote ambao mmeendelea mukitusikiliza huku na huku kabisa Wazalendo oye oye oye! Ndugu zetu kabisa, mumetoa roho mwili na damu, na hapa kabisa muko ndani ya roho zetu, mpiganie nchi yenu, maana ni nchi ya mababu. Na hii kabisa, hatuna moja mbili tatu, tuko na moja tu, ah, ni Kongo, mama Kongo, ni yeye tu ambaye anakuwa kabisa Mama yetu sote, ambayo iliyotuzaa sote, tulizaliwa ndani ya udongo wa Kongo, na tutakufia ndani ya udongo wa Kongo. Ila wamwizi watumbuka, bambi banataka kutunyanyasa na kutuharibishia udongo wa mama yetu Kongo, lakini ninaamini ya kwamba kuna yale ambayo Mungu atatenda na bataona, cha mtemakuni, batapata cha mtemakuni, sema tu batapata cha mtemakuni. Acha kwanza tusikilize huyu ndugu mzalendo, kitu gani anachokituambia huku katika uwanja wa mapambano, akituambia mambo gisi ilivyo. Acha kwanza tumusikilize. Jambo grupe, jambo grupe, isemesha

papa habazi pita mwile njia mara ngapi? akishasikia ke mliwafunga mnawatumanisha, sijue Kishasa, sijue wapi, ile ni kunani? tumtafute shimu, shimu ya kukuwa na watia ndani. Na wale mko mnaangalia ma group, wanaongea ku group, wanakamata bananja vi kutumanisha vitu vyao, wale ni kubatosha mu group, mbatoshe mu group. Je, mukisha amakia mtu mara ngapi? haiko nasikia, viko viko inapitikana Ilangara, mdusha, aha, unasikia wewe mwenyewe huyu ni mmoja kati ya waza waza ambao iko napatia watu shauri gani, watu wanaweza wakatembee nayo katika siku kama na hii ya ndani ya magrupe yetu, ndani ya grupe yetu, wewe ni mmoja wetu kabisa. Aha, tunasema kabisa mambo ni sawa. Hapa tunaendelea kusalimia wa ndugu wote Jislen. Mama Jislen kabisa, tunasema mwaole ole. <laughs> Ninakusalimu mama Jislen, uko mahali ambapo huko, na nikikuuliza tu umeshinda namna gani mama eh? Ni vizuri ndugu Elwa, nimekusalimu kabisa na watu wote ndani ya familia ya Oli Official tunawasalimu. Kambale, nimekusalimu ndugu yangu Dani, Daniel nimekusalimu kabisa vizuri sana kabisa, tuwasalimu wa ndugu zetu mamawe Musa. Thierry, tunakusalimu Mugisho, tunakusalimu Moize, tunakusalimu Patrick, tunakusalimu ah, Chibalonza, tunakusalimu Chiza Innocent, na vile vile Amani, ah, na <coughs> Ani tunakusalimu kabisa. Bisimwa tunakusalimu Franco, tuna wasalimu nyote kabisa. Adui ana sura naye tunamsalimu. Chiza na kusalimu ndugu yangu Jeremi Pagoma, nina kusalimu vizuri sana kabisa. Jean Marie nimekusalimu ndugu yangu sote kabisa. Walt tuna kusalimu. Daniele, eh, Daniele bwana, pupa, bosha tu yake eh, autusalimiake, mimi nakusalimia maraba ndugu yangu Daniele, eh, merci nimekusalimia mm-hmm. Nani mwenye si salimie? <laughs> Wasalimu bwana kwa majina yenu eh, shukuru. Habari ya ndoa bwana, ndoa ilipita namna gani? Tuambie sasa. Titi Mugisho, ninakusalimu Pierre, ninakusalimu welcome, vile vile nimekusalimu Polis, nimekusalimu bwani Emmanuel nimekusalimu, nina nyote ninawasalimu kwa majina yenu. Sasa tunaenda katika kuingia sasa katika kipindi chetu cha siku ya leo. Kama garibi ya leo kabisa, nikwambie tu kama rade, rade imeonekana mu watu ambao wako wanatia wazalendo wako wanawatia mboga yani, wanataka anza intimide hmm? biko bana intimide wa... watoto wana intimide waza waza lakini nusom mir. tulisha mir tulishajua maele yenu FRDC, tulishajua maele yenu gouvernement, tulishajua binye mko ndani me mukitaka, mubiache sababu akuna faida ya kuuzisha udongo wa nchi, akuna faida katikati yenu na udongo. Udongo njo mama na atuta itika muuzishe udongo wa nchi. Joseph Kabila alipa na 150,000 dollar, 150,000 dollar mu AFC Hmm, alipana sasa kanti mil dolari ya kulipa wasoda wa AFC katika utafuti kubwa ambao tumeendelea kutafuta, tumekutana kama Joseph Kabila alipana pesa kubwa kabisa, ili kwamba ipate kuongezea kwa kuwalipa maskari jeshi wa AFC M23, na hapa inaonekana ya kwamba Joseph Kabila katika msimamo mkubwa, ni yeye ambaye amekuwa sponsor kubwa, yeye pamoja na Moise Katumbi, wao ambao wanakuwa sponsor wakubwa wa AFC, wakimsadia Kone nanga kuangalia jinsi gani wanaweza wakaujishe Kongo na kuitia mikono ya wanyang'ani. Lakini kila esprit mbaya na wazo mbaya yote itashindwa kwa jina la Yesu, na yote itatoka nje. Yote nawaambia, kama yote itatoka nje. Kwa siku ya jana, ambapo wazalendo walikuwa wamepigana, kulionekana mtu kupokea franga kati ya wazalendo, na alipokea shakoshi yenye iko na franga ili kwamba aje akorompre waza-waza ambao wametumika pamoja na yako tumba. Na hapa kabisa ilionekana wazi kwamba wazalendo walilala kumkeka, wakasema kama ni kukufa tukufe na njala, lakini pranga hatutakamata. Na hapa ulisikia wanaanza kusema ya kwamba e, Nyangezi Tombe. Ulisikia wanaanza kusema ya kwamba Uvira imeanguka. Uongo mtupu! Hii ndio vile adui anatumika. Adui anatumika akisema ya kwamba amekamata nafasi juu ya kutia uoga, na hata pakamata, hii tu ni uoga ambayo ameendelea kubeba na kutia ndani ya Wakongomani, ili kwamba wasikie uoga ya kwamba he, Uvira he, Kaziba he, wapi Yani, ile ni fimbo kubwa ambayo anatumia na ni silaha kubwa sana ambayo anatumia ili kwamba watu wapate kumwogopa. Lakini acha mimi nikwambie na nikuelezea kwamba hatuna oga na hatutakuwa na oga hata saa moja, maana adui ana rangi ah! <laughs> nikwambie tu kama adui ana rangi ana rangi ke, tutampiga okay. Tampiga tena, tutamueleza, utamwoyesha kama vimegwee kama bongo, mm. Ngoya tu, tunajua ya kwamba Mungu iko pamoja na shie, hata lijiwe tu litafari moja inaweza gioka bombe sababu ya neema ambayo Mungu ametupatia. Udongo huu ni udongo wa mababu, wala wadhalendo hawana uoga hata saa moja. Wale ambao waliwaambia seme kaziba imekuwa tombe bongo bali wenye waliwaambia seme o Nyangezi tombe bongo biko njo na ogopa jana, balitosha majeshi yao muma fasi mingi malinye mingi sana ya mapambano. Mliona Luhihi nyinyi wenyewe jinsi vilivyokuwa, yani walienda na tosha basuda jubande renforcer ile njia

Ile njia ya sesele fe o, tuache tusipigane kwanza. Munaona, munaona tufani sexifie ah, adui ikonaongeza majeshi kulinye de front sa, unaona ikonalombele sesele fe, manake alisha zidiwa ise komsi eh, boxer ama kacher, bakisha mkache sana, analombaka analomba, analomba pose Kumbele poze kora lomba ju ajiretablire akwe na ingine nguvu, hmm? njo njo michezo enyi bikoba na tucheze hapa e osi, les ignorants, les politiciens ignorants benye abiko banaona mbele na abajwe bya mbele. Ukitaka msemi na watukana, sina romba na nye, lakini nitasemea ukweli hmm?

mateso inakuwa ni mateso, mateso kila siku. Sasa tulifanyaka nini maikongo, ikongo purke tuko na mateso hivi? Ni kitu gani tulifanya? Ah, bandugu yangu we, eh, mniambie ni kitu gani tulifanya, hmm? Tuko na kosa gani shi kusudi tukue na mateso ya patapa hivi hmm? Bandugu yangu, naomba nyinyi nyoti munitegee masikio mimi ni wenu Kolo Mboka, mwenye kiti mwenyewe, ule mfalme wa abari. Yani ukitaka kuona abari nyipya nzuri, ama e, utafuti mzuri, utapata hapa kwa Kolo Mboka hmm? Nyinyi wenyewe mulisikia, muliona jinsi gani e, watoto waluhihi, watoto wa Luhihi walifanya ile kazi yenye walifanya paimi, nilifurahi sana, nilifurahi sana. Alors kama Bukavu yote, Sidkivu yote ingelishimama namuna kama na hii antuka, tungelikuwa tuko batu bazima, tungelikuwa tuko batu bazima. Ile ni estre, muliona bingine binakuya nyuma Désiré Kabila alisemaka nini? Cette guerre deviendra grand et populaire. Hein? Itakuwa kubwa tena pana ya watu wengi. Yani ni kuambie tu kama, eh, tout est possible. Tout est possible, tout est possible vraiment. Na tunajua kama Le peple se delibere kama vile Soweto, Soweto, Soweto walijilibere wenyewe, watu wa Afrique du Sud, bazulu balijidelibere contre le mal, na walishinda, na sisi tutashinda na jua ile. Yani ni waambie tu watoto wa Afrika, watoto wa Kongo. Ninajua kama tunateseka miaka ya kutosha me, apres cela, baada ya kuteseka kwetu, kuna nguvu kabisa itaingia ndani ya watoto wetu tu, na tutakuwa libere avec sebandi, tutakuwa libere avec le mandia, tutakuwa libere oh, tutakuwa vrai déchaîné takuwa deshene kabisa, imi nawaambia ni kweli eosi. Amani iko mikono yetu, kuinuliwa kuko mikono yetu, ujenzi wa nchi iko mikono yetu. Hakuna muzungu atatoka mbali kuya kutusaidia, itakuwa ni maintere zake. Unaa bazungu i batu ya maintere banapenda vitu vya maentere tu yaani anapenda akupatie mwai mkono, akupatie amani mwai mkono, akupatie vita na unaona. Hacha ni kwambie mambo inayopitika kiseketi, banamudanganya sana sana, na naye watu ko innocent dans cette guerre, paske hii vita ilianza depuis 96 jusqu'à mena ni vitenya ishake iko na mapizode na mapizode omo, injo wakati sasa ambao watoto wa Kongo wenyewe watoto wa Kikongo mani wanapashwa ku, eh, kurudisha inchi yao vizuri na kupigana kwa ajili ya inchi yao, injo wakati sasa lemoma hmm? selemoma ngonga

Yaani tunakufa tunafisha bila huruma kabisa, wanatuponda wanatuua vibaya. Ukiona ma wale ambao walikuwa ndani ya grupu yetu, wale ambao walikuwa ndani ya grupu wanaona kabisa hmm? Ukiona jinsi batu biko wanakufa Mkongo, si tu vois combien de fois comment batu biko banaa wanawawa Mkongo hapa Goma, musemene yenye lipita kuna kijana umoja David alikuwa naujjisha tu matelefone yake hivi, ye sasa, ilikuwa ni magharibi, banake wanampiga masasi na kumnyanganya matelefoni. Tu vois, unaona vile vitu. Sasa jeunesse iko na fitire gani? Ndio mimi nataka tujue. Est-ce que jeunesse ya Congo, President Fachi Beto, tuambie jeunesse unaitayarishia nini? paske genes inakufa muvita ya bashenzi haijue hata kitu kimoja ambao wako wanapitia ndani ukitaka kuingia ndani ya grupe yetu ama ndani ya familia yetu huya tu uponde pale kwenye banaandika holly official chini ya titre baada unapoponda utaona namba zetu za simu pale za whatsapp na hapa unaweza kutuvumilia kutuvu, na kutuita hapa, itakuwa mzuri sana. Ni mimi uleule ule tu kolomboka <laughs> ah, ni mimi bwana, nimeanguka ni nimeaterire, nimeshuka nimekuwa, eh wazalendo, watoto yetu bane pale kote, ni kwenu, ni vile ndugu zangu, yani ni sherti na ni lazima eh, tupiganie nchi tuoneshe vinyanguzi ya kwamba yale ambayo mmewaza amtayafikia. Na nimesoma Biblia, inasema hivi, Mungu anaambia wa Musa wale wa Filistia wale wa, wa, mm, wa Egypta ambao munaowaona sasa, amtawaona tena, yule farao amtamwona tena, sitajike. Sikio la kufa alisikii sikii, njo mwona vijana wanaelea kukufa. Me bana bake atupali donke ni kusema ni, ma, ni wafu e. Na hapa Mkongo tutachimba shimu ya kabambi kabatupia mulimanga. <laughs> asante sana, ni mimi wenu Kolomboka mwenye